Maeneo ya Kayole. Kayole pale wanasema shock as a man brutally kills a girlfriend while forcing her son to watch. Hii ni habari ya, ya kusikitisha sana ambayo ilitokea maeneo ya Kayole ambapo inasemekana kwamba kuna jamaa aliua mpenziwe ama girlfriend ukipenda ni mwanadada ama mama wa miaka 40 ambaye anajulikana kama Sharon Kete ambapo huyu jamaa alimuua kwa njia tatanishi huku kijana wake wa miaka kumi na moja akitazama pale, allegedly by her partner following a domestic quarrel. The suspect only identified as Samy fled the scene when the minor ran out to seek help. Huyu kijana wa miaka kumi na moja alitoka nje kutafuta usaidizi uh, lakini huyu jamaa tayari alikuwa ametekeleza hao mauaji. Single mothers, single mothers be careful, kwa huyo boyfriend ambao unampata pale kwa sababu, ukiangalia hii kesi, huyu mwanamama wa miaka arobaini na kijana wa miaka kumi na moja na huyu alikuwa ni kama boyfriend tu ambaye amekuja pale. Huenda walikosana kwa sababu ya mambo hapa na pale ya kinyumbani, lakini uh, single mother zingependa kuwaomba tafadhali be careful kwa yule ambaye unamkaribisha kama boyfriend na mambo kama hayo. Ni habari ambayo imechapishwa pale na ni habari mojawapo ya habari ambazo zina trend. Na kule maeneo ya Embu pia kuna habari nyingine ambayo imemulikwa kuhusu uh, kijana wa miaka kumi na nne ambaye alipoteza maisha yake baada ya kula contaminated food chakula ya mabakishi uh, kutoka kwa shughuli fulani ya community ambayo ilikuwa inaendelea huko maeneo ya Kavarai village uh, Mavuria, Mavura, Mavuria ward, Mbeere South constituency, maeneo ya Embu county, na inasemekana kwamba uh, kuna wengine uh, sita ambao pia walikula hiyo chakula leftover. Uh, kutoka kwa hiyo event ambayo ilikuwa inafanyika pale hizo, na according to Embu County Chief Officer for Public Health Bwana Henry Nthiga alieleza kwamba hao uh, vijana ambao walikula hiyo chakula walianza kuumwa na tumbo kisha baadaye kuhara na mmoja wao akapoteza maisha yake. Kwa hivyo ni habari ambayo imechapishwa pale. Habari nyingine ni kuhusu Nairobi County ambayo wamefunga Freemason Hall over 19 million landreds Uh, area za hii habari ambayo naona hata baadhi ya wa mashabiki walikuwa wanazungumzia asubuhi kuhusu i uh, Freemason uh, ama eneo la Freemason ambayo inajulikana kwamba the Grand Lodge of East Africa's Freemason hall uh, hapa jijini Nairobi, ambayo inasemekana kwamba wanadaiwa milioni 19 na county ya Nairobi, na iliweza kufungwa pale, enforcement operation ilifanyika pale ikiongo